Haya ni maombi ya kuomba mke mzuri, mchumba safi, mwenye neema ya utajiri. E Baba wa mbinguni, Mungu wa neema, Mungu wa baraka, Mungu wa hatma iliyojaa utukufu, Bwana, niko tayari kwa kile ulichokiandaa. Naomba mke wangu leo. Najua kwamba mke mwema hutoka kwa Bwana, hivyo naomba yule ambaye mbingu ilimwandaa kabla hajazaliwa, yule ambaye hatima yake imeunganishwa na hatima yangu, yule ambaye utukufu wake ni sauti ya baraka juu ya maisha yangu. E Mungu, leta kwangu mke mzuri uzuri wa roho, uzuri wa tabia, uzuri wa heshima. Mwanamke ambaye macho yake yamejazwa nuru, moyo wake unaongea amani, tabasamu lake linabeba faraja na furaha. Ninaomba mchumba safi aliyehifadhiwa, mwenye hekima, anaheshimu mwili wake, nafsi na roho yake, mchumba ambaye njia zake zinatakaswa na wewe, ambaye maisha yake ni ushuhuda wa neema ya Mungu. Bwana, niongozee aje kwangu mke mwenye neema ya utajiri, neema ya kupanuka neema ya kufanikiwa, neema ya kuzaa mambo makubwa, neema ya mawazo makuu na mikono yenye baraka, mwanamke ambaye anafanya nyumba istawi na hatima yangu isonge mbele. E Mungu, fungua milango ya kupatana, fungua macho yangu nimtambue, fungua moyo wake leo, popote alipo anitambue. Fanya njia zetu zikutane katika wakati uliobarikiwa. Ondoe vikwazo vyote vinavyonifanya nisikutane naye, vunja kila sauti ya upinzani inayodanganya njia yake asinifikie. Fungua anga la neema juu ya safari hii ya kwetu sote wawili tupate kukutana katika muda sahihi. Niko tayari kumpenda utakeniletea. Nipo tayari kumheshimu utakenipa. Nipo tayari kumlinda na kumjengea maisha yenye utukufu wako. E Baba, niletee mke mzuri, mchumba safi, mwenye neema ya utajiri, mwenye tabasamu la amani na moyo uliotengenezwa na mkono wako. Nakushukuru kwa sababu ulianza jambo hili. Ndiye utakilitengeneza kikamilifu, kwako wewe unaona mwanzo hata mwisho. Utengeneza nafsi hii ikae na nafsi ile, basi tukutanishe katika nafsi zetu, tupatane, tupendane, tuishi katika gano lako, tuikwepe dhambi ya uzinzi. Nipate kuikimbia dhambi ya uzinzi kwa neema ya ndoa, kwa neema ya baraka. Kila mtu anayetafuta mchumba, kila mtu anayetafuta mke, kila mtu anayetafuta mwenza wake sahihi wa roho, maombi haya ya kufikia popote ulipo wewe unayetafuta mchumba, wewe unayetafuta mume, wewe unayetafuta sahihi katika maisha ya kwako, basi nyota naikuangaze ikuangazie njia, ukamwone yule unayemtafuta, ikamwone yule unayempenda, ikamwongoze aje kwa katika njia yako, na nyote mkutane sawasawa na agizo sahihi la Mwenyezi Mungu pekee, na neema hii ikawaongoze wale wote wanaotaka kuikimbia dhambi ya uzinifu, wale wote wanaokimbia uzinzi ili wapatane katika gano la neema na baraka ya Mungu, ambako hapo baraka, utajiri vyote humwagikia hapo, katika ndoa iliyobarikiwa. Nimeomba haya yote kwa moyo mnyofu uliokunjuka, katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen.